Hamis Ibrahim Saidi ni mwenyekiti wa mtaa wa Mtakuja. Mimi ni, mjira, ni jirani wa mtaa huu. Kitu nilichokiona nini hapa, wakati tumekuja kwenye mazishi ya ndugu yetu hapa, ilitokea sintofahamu. Kuna mtu mmoja alikwenda huko kwenda kuvuta kama sigara baada kure ya kwenda kule akarudi, anasema jamani, nimeona kuna mtu kama amekufa. Ikabidi watu tutoke twende paka eneo la tukio, tukuta kweli mtu karazwa juu ya kaburi. Na kweli katika kuangalia angalia, kuna baadhi ya watu walikuwa hawajamtambua vizuri, lakini kuna mtu mmoja, ni mtoto wa mheshimiwa diwani aliyepita, kaja akamuona akasema, ah, kasema huyu, mbona mi namfahamu huyu, anaitwa Ngosha Ngosha, eh. ah, basi ndio hilo tukio lililotokea mwenyekiti, kwenye maeneo haya ya kwenu, kwenye kata yako, ni matukio tukio, uh, e, tukio la ngapi ili kwa ukumbukumbu zako? Na una wito gani kwa vijana wanaojitafutia uh, kwa njia hizo haramu? Aise, ni matukio ni mengi sana. Kuna tukio moja, lakini mara nyingi Malolo huwa inaletewa vitu kama hivi, huwa inaletewa, sio kwamba watu wanauawa hapa. Kwa mfano, hata huyu mmejionea, huyu mtu hajauawa hapa nadhani hata damu hakuna, hakuna chochote ambacho unaweza ukathibitisha, hakuna misuguano. Kwa hiyo na huku kwetu huku, tumekuwa kwa sababu ya wingi wa pori, tumekuwa sana tunaokota sana maiti zilizokuwa zimeshakwisha uawa. Ndio, ah, wito wangu kwa vijana mimi niwaombe kabisa, ebu wasifanye matukio kama haya. Kwa kweli, hebu watafute kwa njia zile zilizokuwa harari, wasifanye matukio kama haya. Haya matukio ni mabaya sana. Kwa mfano ukimwangalia huyu mtu alikuwa ni kijana mdogo sana na umemkuta yani, sidhani kama ana miaka hata 30 kwa kweli. Mimi niwaombe tu vijana wasifanye haya matukio ya namna hii, asanteni sana. Huyu bwana marehemu kwa majina anaitwa Hamisi Nchambi almaarufu kama Ngosha kwa jina la mtaani, kutokana na kabila alilonalo la Kisukuma. Kwa hiyo pelekea watu kwa tunaona kama Ngosha Ngosha, na imezoeleka ikiwa hivyo. Ni bodaboda ambayo tunapaki naye lakini kiasili kabisa jamaa yeye ni mkazi wa Nzega, ndio kwao. Lakini kwa hapa mjini yeye hana ndugu zaidi ya sisi ambao boda ni bodaboda wenzake. Tumekuwa tukishirikiana naye kwenye mambo mengi toka alivyotoka kwao mpaka leo hii. Mewai kupatwa na maradhi ambayo ikasemekana amekufa, lakini haikuwa hivyo, taarifa zilikuwa sio sahihi. Kufuatilia kwa kina mpaka kwenda kwao kampata akiwa tu anaumwa. No. tukamchukua tukaja naye hapa mjini tukamwangaikia kwa matibabu kwa hali na mali kwa umoja wetu tuliokuwa nao, mpaka akakaa sawa, akaanza naye shughuli zake. Lakini mwanzo alikuja mjini kufanya kazi hizi za mashambani, kufanya kazi kaa daladala, basikeli, katoka hapo kaa bodaboda wa pikipiki, na hapo alipaka umauti unamkuta hivyo. Alikuwa na pikipiki ya mkataba anaendesha, na kama mwezi na kidogo hivi, bado mpya kabisa. Eh. Kwa hiyo ni ndugu yetu limemfika hili. Na mwaka gani unakumbuka alikuja? Ah, kwa kukumbuka ni kati kuanzia 2015 16. Kumi na kati ya miaka hiyo na sita hapa 17. Ilikuwa je, ilikuwaje mkagundua kwamba maiti yake yuko hapa ni katika watu waliokuwa wamekuja hapa makaburini kwa ajili ya mazishi. Sasa kwenye kuna watu wao wanatembelea makaburini kwa, akawa wamegundua kuna mwili hapa wa mtu, kwa hiyo jaribu kusemezana, labda kuna anayemfahamu. Imetokea mmoja kati ya wakwetu pale akawa ameutambua, ndio kaja pale kutusemesha kijiweni, maana tumekaa kwa leo mitoka hapa na kucha, sijaonana naye, na mimi nilikuwa na shughuli zangu tu nyingine, kwa nikawa sikufika kwa wakati. Nimefika mchana huu ah, basi nikajua tu yamkini yuko na mizunguko yake. Lakini taarifa iliyokuja hapo kwamba bwana huyu Ngosha wamemuua makaburini, ndio imbidi tuchukue mapikipiki tuje kuona, na tumefika wote, ambaye tumeishi naye pale tumeweza kumtambua ni yeye kweli, wa, wamemuua na nini e, uh, mwili wake uko katika mazingira gani e, majeraha au ah, kwa sasa bado hatujaweza kumshika kwa kuangalia namna yoyote ile mm. tunasubiri uongozi wa polisi ufike mm ila sisi tumefika kwa kuangalia tu na tumeweza kumtambua kwa namna alivyo hapo. Naitwa Rashid Mlisho Mlowezi. Ni mwenyeji wa hapa mjini. Mimi Ngosha namfahamu kwa sababu tulishokuwa naye nyumbani akiwa msaidizi wa kazi za bustani ya babangu mdogo zaidi ya miaka minne. Na mpaka anatoka kaingia shughuli zake za kujitafutia maisha akatokea akiwa nyumbani. Ndio akaanza shughuli za bodaboda mbali na hapo Ngosha alikuwa pia ni bodaboda wangu ambaye nilikuwa namwamini hata kwa mizigo yangu ya nyumbani, kwanzia familia yangu kumwagiza kila kitu. Naona kikweli nimeumia sana leo. Ilikuwaje? Leo sijashuhudia, nimekuta tayari polisi wamebeba ule mwili, lakini nimepigiwa tu simu ya ghafla tu na mama yangu, kaniambia bwana Ngosha amefariki, ila wamemuua. Nikawa nime kusikia na ugomvi na mtu wala fitina na mtu na alikuwa ni mwadilifu kwenye kazi yake na ni mwaminifu pia. Hata ungempa milioni ilikuwa inafika. Mwanzo, watu wanasema kulikuwa na taarifa za kifo chake mpaka walichanga kumsaidia. Ilitokea nini wakati huo? Aliugua sana kifua tena kifua kilimpelekea kwa ajili, alikuwa anapenda sana kuendesha pikipiki bila koti na tulikuwa tukimuonya mara kwa mara, na mpaka kikapelekea kaugua kifua, na mpaka sasa hivi hali yake ka kidogo imekaa nafuu, alikuwa akitumia hata dawa za kifua. Ngosha ana familia hapa, labda ambayo anaishi nayo, mke na familia hapa, ana mke na, na mtoto mmoja ambaye wako miugoni, ila wazazi wake wako Nzega.